Naam, kwenye Gumzo Updates tunaelekea tena kisiwani Unguja hivi leo ambako tunaambiwa kwamba mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman ametoa wito kwa Waislamu kuishi kwa, kwa, kwa vitendo mafunzo ya dini yao. Hayo ameyasema hii leo tarehe 26 Disemba, Ijumaa ya mwaka 2025, wakati akizungumza baada ya swala ya Ijumaa katika msikiti wa Gheithi uliopo Mwera, wilaya ya Kati, Unguja, ambapo Alhaji Othman alisema ni wajibu wa kila muislamu kufuata kwa dhati miongozo ya dini yao ili kuacha athari chanya na kuwa mfano bora kwa jamii inayowazunguka. Kwa mujibu wa Alhaji Othman Masud Othman, waislamu katika nafasi mbalimbali mbali, ikiwemo viongozi wa jamii na watawala, wanapaswa kuipambanua kwa, kwa kuleta tija na athari chanya kwa jamii kwa kuzingatia mafunzo ya Islamu ili dunia ishuhudie tofauti ya uongozi unaojengwa juu ya maadili ya dini. Kwa upande wake, khatibu wa swala hiyo Sheikh Salim Muhammad Kasim alisisitiza umuhimu wa wazazi kuzingatia malezi bora kwa watoto ili ukuza kizazi chenye maadili mema kwa jamii. Tuna mfano wa sira ya Bibi Mariam binti Imran alaihi ssalam, mama yake Nabi Isa alaihi ssalam. Sheikh Salim amesema kuwa historia yake inaonyesha namna malezi bora na uchamungu vinavyoweza kumuinua mtu kupata hadhi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na jamii kwa ujumla kama inavyobainishwa na Qurani tukufu. Ibada ya sala hiyo ya Ijumaa pia imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini, jamii na siasa, akiwemo katibu wa idara ya habari na uenezi wa ACT Wazalendo, Bwana Salim Abdallah Bimani. Hapa tumsikilize kwa ukamilifu Alhajiuthman Masud Uthman katika kauli yake baada ya swala hiyo ya Ijumaa, kisha anaweka maoni yako kuhusu umuhimu na ulazima wa viongozi ambao malezi yao yametokana na Uislamu kusimamia haki na ukweli katika mliopo. Waumini wenzangu nyote kwa pamoja, assalamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu. La mwanzo naomba ni kuungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutujalia fadhila hii tukaweza kushiriki na kutimiza sala hii ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu wapo wenzetu wengine ambao walitaka hili walipate, lakini kwa dharura mbalimbali zilizoko nje ya uwezo wao wameshindwa hili kulipata, lakini wapo wenzetu wengine ambao hawana dharura yoyote, lakini tu mioyo haikukunjuka, wakaona umuhimu wa kulitimiza hili. Kwa hivyo hawa ni wenye hasara kubwa zaidi. Sisi ambao Mwenyezi Mungu alhamdulillah katunyosha tukanyooka, nafsi zetu zikanyooka, zikakumbuka wajibu huu, wajibu wetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Ndugu waumini wenzangu, leo ni siku ya Ijumaa na siku ya Ijumaa tumewekewa tumefaradhishiwa, kuwaidhiwa, kupewa mawaidha kama ni sehemu ya sala hii tukufu ya Ijumaa. Na alhamdulillahi, khatibu kalitimiza hilo, akatupa darsa zuri juu ya uzawa wa tume katika watukufu katika dini yetu eh, pamoja na uzao wake wote kuanzia mama na yeye mwenyewe vile vile, Nabii Isa alaihissalam. Hili ni muhimu kulikumbuka, kwa sababu ndio tunayosema. Ndiyo, ndiyo faida moja ya Uislamu, kwamba Mwenyezi Mungu kwa tujalia neema, neema kwanza ya kitabu bora ambacho kimeeleza kila kitu kilichokuja kabla na kikapotoshwa. Quran tukufu imekuja kukinyosha, eh, na yaliyokuwa yatakuja baadaye hayajazungumzwa kwenye Qurani. Pia tumeelezwa, tumekumbushwa takriban kila kitu, tumesomeshwa kila kitu katika Qurani tukufu na tukapata na mwalimu aliyekuwa bora kabisa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiyachanganya haya na wasaidizi wa hata yeye alipoondoka, ambao anaendelea kuifanya kazi hii ya kutusomesha, kwa ujumla wake utasema kwamba Mwenyezi Mungu wakuwa Waislamu, basi Mwenyezi Mungu katupa neema kubwa sana na kwa sababu katika nchi yetu wengi wetu au kwa sehemu kubwa ni Waislamu, basi pia nchi yetu imepewa neema kubwa sana kwa kuwa na watu wake wengi ni Waislamu. Lililobakia nadhani ni sisi wenyewe kujiuliza nchi yenyewe na tunawamiliana nao, wanafaidika na huo au hiyo sisi kwa waislamu maake tegemeo kwamba ukiwa muislamu, ukiwa muislamu, basi katika ngazi yoyote au katika jambo lolote lile unalolifanya, basi ionekane na mtu ashukuru kwamba hili kalifanya muislamu. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, anategemewa mnunuzi afaidike kwamba muuzaji ni mu, Muislamu, kwa sababu hatopunjwa, kwa sababu hatodhulumiwa, kwa sababu atatimiziwa, hatouziwa kitu kilichoghushiwa. Huo ndio Uislamu. Ikiwa wewe ni mwalimu, basi nategemewa kwamba mwanafunzi afaidike zaidi kwa sababu anayemsomesha ni Muislamu atafata miiko na anayotakiwa katika Uislamu. Ikiwa wewe ni daktari, nategemewa mgonjwa afaidike kwa sababu atapata huduma kutoka kwa mtu ambaye ana mila ana itikadi ana akhlaki za Kiislamu. Inategemewa hivyo hivyo katika jambo lolote tunalolifanya, eh? Kama ukiwa kiongozi, ikiwa kiongozi ni sheha, basi tegemewa kwamba wote wafaidike, waone raha, waone faida ya kuwa na sheha ambaye ni Muislamu, kwa sababu atatimiza wajibu wake atatimiza na atawatimizia wale ambao anapaswa awahudumie. Na ukiwa kiongozi katika ngazi nyingine yoyote ile, tunakuwa unakua tunapaswa tufanane na Uislamu na watu wa faidi na Uislamu. Mimi huwa nawapa watu hadithi moja ndogo. Nilipokuwa nasoma nchini Italy, nilikuwa na mwanafunzi mwenzangu kutoka nchi ya Slovenia, akawa ni mtu alinizoea sana, mpaka kuna rafiki yangu mmoja kutoka Zimbabwe akawa na hoji ukaribu wa utani bila shaka eh, kwa sababu alikuwa ni ye ni ni, ni msichana. Lakini yule dada akatoa sababu moja kubwa akasema mimi katika nchi yangu ya Slovenia, mimi mwenyewe au wengi tulioko ni wafuasi wa kanisa la Orthodox. Kwa wengi wanafahamu kwamba ukiambiwa ni Orthodox Church, maanake ni watu ambao wanaofuata Ukristo kweli kweli, wenye misimamo wa kweli kweli. Lakini anasema Waislamu ni wachache sana katika nchi yetu lakini ajabu ni kwamba akifanya jambo Muislamu katika nchi yetu sisi, inakuwa ni hadithi mjini kwamba basi hili kafanya Muislamu. Lakini sisi wenyewe wafuasi wa Orthodox, hata mtu ukisikilikana kafanya jambo gani, haiwi ajabu wala haiwi ni jambo la kuzungumza, lakini akifanya Muislamu basi inakuwa ni jambo la kuzungumzwa, jambo lile lile li ambalo ni la kawaida sana, akifanya mtu wa madhehebu mengine anasema nani? Kwa sababu hata wanavyoishi na watu, sisi pahala peke yake ambapo tunakwenda, siku za Ramadhani, siku zote tunakula katika msikiti wao, tunakwenda tukiftari nao katika msikiti wao wa jamaa, msikiti wao wa wa waam wa, wa jamii masjid msikiti wao mkubwa eh, siku za sikukuu, siku za Ijumaa. Kwa hivyo, kwa hakika wamewavuta watu wengi sana. Akasema hata mimi mwenyewe tatizo kwangu ko kwa kwetu kwenye famili yetu sisi, nikisema leo nimetoka kuingia mtapata shida, lakini kwa hakika navutika sana na Uislamu. Hiyo ndio miongoni mwa ushahidi wa kwamba kama Uislamu, Waislamu watafata, watafata yale ambayo tumefundishwa katika Uislamu, tena kwa kupitia kitabu bora, kwa kupitia mwalimu bora, ungetegemea pahala ambapo kuna Waislamu wengi kama nchi yetu ya Zanzibar, basi tungekuwa ni nchi moja yenye raha ya kweli kweli. Usingekuwa na mtu akuwa alalamike, adhulumike, awe hana hakika atakapokwenda, hana hakika na kiongozi kwamba pengine kiongozi mdogo tu akianzia kwa sheha, akienda kwa mkuu wa wilaya, akaenda kwa nani, kote huko anapata shida, na hawa wote ni Waislamu kwa hivyo, mimi ninachosema kimoja tu ndugu sana, kwamba haya tunayoyapata, maana tunawaidhiwa sana katika Ijumaa, haya tunayoyapata basi tuya tuyazingatie, na tuwe tayari vile vile pale yanapokuwa yamefanywa ambayo sio kusema jamani, hili silo kwa sababu ndio mwenendo wa Kiislamu. Lakini tukitizama nchi yetu, tutatizama, tutaona kwamba huko bahati mbaya siko tuliko, kwamba akilifanya pengine baya unajua, lakini kwa sababu ni wako katika mambo yenu, hata afanye jambo baya na namna gani, kwako wewe Muislamu, hilo linakuwa si, si baya hata akiua utataka kuhalalisha kwamba hapakuuliwa au kuuliwa kwenyewe kulikuwa sahihi. Mimi nadhani jamani, haitujengi haitusaidii, hatuupi sifa Uislamu, hatuutendei haki Uislamu. Ni wakati tujipambanue, ni wakati tujitathmini, ili sisi wenyewe maisha yetu na nchi yetu ifaidike na eh, sisi kwamba nchi hii ina Waislamu waliokuwa wengi, unaweza kusema nchi hii ni ya Waislamu. Nadhani katika hilo tukubali kwamba labda tumejisahau, tumejisahau. insha Allah, mwenyezi Mungu, na kwa kupitia siku hii tukufu na sala tuliyosali basi, tuliomo ndani na walioko wenzetu wengine, mwenyezi Mungu atuongoe atuongoze, ili tushikamane na misingi ya dini yetu, Nchi yetu ipate kunyoka, nchi yetu ipate kuwa kweli ya amani na mshikamano wa kweli, na iwe ni nchi ambayo itakuwa na neema, kwa sababu tumetimiza, tumefata njia ile ambayo tumeelekezwa kama Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wasalam.